Na Rais William Ruto leo katika ikulu ya Nairobi aliidhinisha wa kutia saini kwa sheria mswada wa ugavi wa pesa kwa serikali za kaunti wa mwaka 2023 pamoja na mswada usawazishaji maendeleo wa mwaka 2023. Miswada hiyo miwili itawezesha kaunti 47 kupokea mgao wao katika kipindi cha kifedha cha mwaka 2023/24 kuanzia kesho, yani tarehe mosi Julai. Kaunti ya Nairobi itapokea mgao wa juu zaidi wa shilingi bilioni 20.07, huku kaunti ya Lamu ikipokea mgao wa chini zaidi wa shilingi bilioni tatu. Kupitia sheria ya ugavi wa mapato, serikali zote 47 za kaunti zimetengewa shilingi bilioni 385.4 za mapato yanayoweza kugawiwa. Sheria hiyo inatoa fursa ya mgao huo kutolewa pamoja na utoaji fedha kwa magatuzi kutoka kwa hazina ya pamoja hadi hazina za mapato za kaunti husika. Serikali ya kaunti ya Nairobi itapokea mgao wa juu zaidi wa shilingi bilioni 20.07 h ikifuatwa na Nakuru bilioni 13.5 na Turkana bilioni 13.1. t mgao wa chini zaidi unaenda kwa kaunti ya Lamu ukiwa ni wa shilingi bilioni 3.2, nt2 Tharaka Nithi shilingi bilioni 4.3 tt nayo kaunti ya Elgeyo Marakwet shilingi bilioni 4.8. Serikali za kaunti zimepokea nyongeza ya shilingi bilioni 15 kutoka mgao wa awali wa shilingi bilioni 370. Sheria ya hazina ya usawazishaji inaidhinisha shilingi bilioni 10.3 kwa huduma za kimsingi kama vile maji, barabara, umeme na afya kwa maeneo yaliyotengwa nchini. Waliohudhuria hafla hiyo katika ikulu ya Nairobi ni naibu rais Rigathi Gachagwa, waziri mwenye mamlaka zaidi Musalia Mudavadi, spika wa seneti Amason Kingi, mwanasheria mkuu Justin Muturi na kiongozi wa wengi katika seneti Aaron Cheruiyot. Kamchemenza, Darubini Wikendi.